Kamati namba moja kabisa imefurahishwa na kuridhishwa, kwa niaba ya bunge na wananchi wa Tanzania, na mradi huu mkubwa sana wa kihistoria wa ujenzi wa reli ya kisasa uh, SGR unaotoka Tanzania Dar es Salaam mpaka Kigoma na mpaka Mwanza. Kamati imesema mradi huu ni wa kihistoria, unawatambulisha Watanzania, unawafanya Watanzania watembee kifua mbele na kujivuna kwa maana ya kwamba ni mradi wa kwao ambao wa haijawahi kutekelezwa. Lakini lakini pia kamati imetutaka sisi serikali tuhakikishe kwamba tunaulinda mradi huu, tunazingatia utoaji bora wa huduma. Tunaponunua vichwa ama mabehewa tuhakikishe kwamba anakuwa ni yenye ubora wakati wote, tulinde miundombinu hii sisi kama serikali. Na mimi kwa niaba yangu, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, nimepokea hoja hiyo. Lakini pia kamati imeelekeza TRC ishirikiane na taasisi zingine kama vile mamlaka ya bandari Tanzania, pamoja na shirika la meli yani Tashiko na taasisi zinginezo, ili kuweza kusafirisha mzigo uliopo nchini kwetu unaoshuka kwenye bandari zetu na kuupeleka kwenye nchi jirani pamoja na kwa Watanzania.